Ndugu wapendwa, hii ni Dominika ya nne ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa. Dominika hii pia huitwa wa Dominika ya Mchungaji Mwema. Leo kanisa linahimiza na kuhamasisha juu ya miito mitakatifu ya utumishi katika kanisa, linawaita vijana wenye kuhisi kuitwa na Mungu katika kumtumikia katika wito wa upadri utawa wa kiume na utawa wa kike katika mashirika mbalimbali. Wapendwa mbali katika Kristo, tafakari yetu ya dominika hii ya leo itaongozwa na maneno haya: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wanifuata. Maana yake Yesu Kristo ndiye dini yetu, yeye ni dira na kiini cha imani yetu, hivyo wote Tunayefanya lazima yalenge kumpendeza Yesu Kristo, Kristo ambaye ndiye mwanzo wetu na mwisho wetu. Tunapoangalia mstari wa kumi, Yohane kumi mstari wa ishirini na saba, naambiwa, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Ufuasi katika Yohana si kwanza kushika amri fulani bali ni utambuzi wa sauti ya Mungu. Ufuasi ni utambuzi wa sauti ya Mungu. Huyo ndio mfuasi wa kweli, anatambua sauti ya Mungu. Kondoo hawamfuati Yesu si kwa sababu yeye ni mchungaji bali kwa sababu wao ni kondoo hili swala limeongea takatifu Yohane Krisostom. Yohane Krisostom anasema kwamba mm, kondoo wanamfuata Yesu sio kwa sababu Yesu ni mchungaji hapana, wanamfuata Yesu kwa kuwa wao ni kondoo, wanamfuata mchungaji wao Yesu. Anasema ana marafiki na mitume wapo jirani naye Yesu ana uhusiano wa karibu sana na mitume na marafiki zake. Wale walio karibu na Yesu watafanya yale tu yanayompendeza yeye. Yesu anawapenda sana rafiki zake, hata aliutoa uhai wake kwa ajili yao. Rafiki zake Yesu kamwe hawawezi kupotea, kwa sababu atawaokoa. Yesu ni mwana wa Mungu, naye pia ana nguvu za kimungu kama baba yake. Kumbe marafiki za Yesu hawawezi kupotea kwa kuwa wameunganikana na Yesu, hivi wameshikamana na Yesu kiasi kwamba Yesu alipo wa na wao watakuwepo. Kwa hiyo daima watakuwa na Yesu, daima watafanya yale tu yanayompendeza Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, marafiki wa Yesu wanaambia kama wanataka kuishi hapa duniani kwa amani na furaha, basi wanapaswa kujiepusha na mambo matano ambayo kwa kweli yatakuwa yana matatizo endapo atafanya haya mambo matano. Kila rafiki wa Yesu ajiepushe na mambo matano. Kwa kweli marafiki wa Yesu wakifuata mambo haya matano wataishi kwa furaha duniani. Wao watakuwa na furaha, watoto wao watakuwa na furaha, na uzao wote baada yao watakuwa na furaha. La kwanza la kujiepusha, rafiki wa Yesu anapaswa kujiepusha na kuchafua amani. Yani rafiki wa Yesu anapaswa kutafuta amani ya ukweli kwa kuwatendea watu haki na kutekeleza wajibu wake kwa jamii. Rafiki wa Yesu anapaswa kutambua kwamba haki na ama, haki na wajibu vinaleta amani. Kila rafiki wa Yesu inabidi ajue hili kwamba anapaswa kutekeleza wajibu wake ana anapaswa kutoa haki kwa wale wanaostahili hiyo haki. Ukitekeleza haki, kutoa haki, ukitekeleza wajibu wako, utapata amani ya ukweli. Kumbe amani ni sawasawa na haki kujumlisha wajibu. Rafiki Yesu anapaswa kuwa mkweli, kweli kweli, kuwa mkweli kuwa mwaminifu katika ndoa yake, kuwa mwaminifu katika kazi zake, kuwa mwaminifu katika siasa, kuwa mwaminifu katika shughuli zake zote anazofanya, zote anazofanya, awe mwaminifu, awe mwaminifu kwa watu wote. Hilo ndiyo la kwanza, ukitafuta amani, ukitenda haki, ukitekeleza wajibu wako. Okay, ukiwa mwaminifu kweli kweli kabisa, hakika utakuwa rafiki wa Yesu na utaishi kwa amani na furaha wewe na uzao wako. La pili, rafiki wa Yesu anaitwa kumwamini Mungu. Rafiki wa Yesu ni lazima amwamini Mungu. Amwamini Mungu wa ukweli na amche Mungu wa ukweli. Daima rafiki wa Yesu awe mcha Mungu, asali kweli kweli, ajikabidhi kwa Mungu. Sali katika haki na ukweli na afanye toba ya ukweli kweli. Pili ni usali katika kweli na haki na kufanya toba ya ukweli. La tatu rafiki wa Yesu anapaswa kujiepusha na kumwaga damu ya mtu yeyote. Rafiki wa Yesu anapaswa kujiepusha kuua. Rafiki wa Yesu asiuwe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 hadi kumi na mbili, usiuwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kama unataka kuwa rafiki wa Yesu kama anataka kuwa rafiki wa Yesu, kama anataka kuishi kwa furaha na amani, wewe moyoni mwako uwe na amani kabisa kabisa, na watoto wako waje kuwa na amani, na kizazi chako chote kiweze kuwa na amani kabisa hapa duniani na baada ya hapa duniani, jiepushe na kuua, usithubutu kuua. Amri ya Mungu inasema usiue, usiue Usiue, usiue. Kutoka ishirini, Kutoka ishirini, nadhani mstari kwanzia kumi na moja. Usiue, usithubutu kumwaga damu ya mtu, mtu yeyote usithubutu kumwaga damu yake. Usimuue mtu kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote usimuue mtu, usiue. Tumsifu Yesu Kristo. Usiuwe mtu yeyote yule, usimuue mtu wala kwa kutumia sumu, usiuwe. Usimuue mtu wala sijui kwa, kwenda, kwa kwa, kwa sijui kumundia, kumundia kamati ya ufundi, usiuwe. Usimuue mtu labda sijui kumuitia askari wampige, usiuwe, usiuwe. Usimuue mtu wala labda sijui kumgonga na gari, usiuwe. Labda pengine kwenye chama chenu cha siasa mmepanga mumue fulani, usiuwe, usiuwe. Mungu apendi, Mungu apendi, usiuwe. Labda pengine umemkuta mwizi hapo mwanjewo wanaiba, usimuue. Mungu apendi, usiuwe, usidiriki kuua, sawa pendwa, usiuwe. Yaani kati dhambi ya kuua inalia mbele za Mungu, Damia, dam, dam, damu ya damu damu damu inalia mbele za Mungu. Nasema kwamba anamuuliza kaka yako yuko wapi? Sijui, mimi ndio mlinzi wake. Mbona damu yake inalia, damu yake inalia katika ardhi? Na Mungu akamwambia kwamba wewe umemuua kaka yako umelaaniwa wewe na vizazi vyako vinne na mtakuwa wakimbizi maisha yenu yote. Yumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo <gibu> wapendwa katika Kristo, katika kuua hapa, yule aliyetoa wazo la kuua tumuue fulani ana ana dhambi ya kuua yeye na watoto wake na wajukuu wake watakaoa mpaka vizazi vizazi. Mimi ni Bwana Mungu wa majeshi nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha nne, cha, cha, cha, cha tatu na cha nne. Usiue, sawa wapendwa? Kwa hiyo kumbe, katika kuua, hata kama mtu amekukosea usimuue, usimuue. Najua sisi binadamu akili yetu haijafikia upevukaji asilimia mia moja. Inapevuka kidogo kidogo. Leo hii unaweza kudhani kama kitu hiki ni sahihi, lakini kesho utagundua kama kitu hicho si sahihi. Ndiyo maana utakuta katika mambo mbalimbali, tuna badilisha badilisha. Mfano, zamani tulikuwa tunatumia TV sijui tulikuwa tunatumia sinema, si ndio jamani? Akili yetu imepanda, tukaanza kutumia TV za za nani sine nani za za mashogo yale. Akili imepanda ya tumeanza kutumia saizi TV za flat screen, akili imepanda tena tunaanza kutumia nini saizi 4K okay, na kadhalika. Kwa hiyo kumbe, usiue usiue, hata walio muua Yesu baadaye waligundua kwamba wanafanya makosa. Yule kamanda akasema kwamba hakika, huyu tuliyemuua kweli alikuwa ni mwana wa Mungu hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa wamesha muua haisaidii, does not help kwa. Wapendwa, tusiue. Haifai kabisa, usiue usiue. Tunaona pia hata saizi katika taifa letu la Tanzania kuna mauaji sehemu mbalimbali, kuna mauaji sehemu mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaotokeza hayo mauaji ni sisi wenyewe wa Tanzania, ni sisi wenyewe wa Tanzania, ni sisi wenyewe wa Kristo. Kwa namna moja au nyingine, tumeshiriki kufanya mauaji. Hata kama umekaa katika chama chenu cha siasa kusema kwamba sasa hizi tumuue fulani, iyo dhambi hiyo ya kuua ina, ina itakutafuna wewe uliotoa wazo la kuua itakutafuna wewe na watoto wako na wajukuu wako. hata ka, ka, pengine katika serikali mngesema kwamba fulani anana, anatusumbua saizi tumuue. Hiyo dhambi itakutafuna wewe uliotoa wazo, ulioagiza, uliotekeleza. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kama naongea maneno yenye ukakasi, lakini naomba mniache niongee tu tuoniongee tu. Kwa sababu gani nasema hivi? Sababu nasema hivi kwa, unajua mara nyingi Dhambi ya kuua haileti suluhisho, ila italeta majonzi milele. Unapomuua mtu, sio suluhisho, sio suluhisho, utaleta majonzi milele, majonzi milele, na chuki milele, chuki milele, utaleta chuki milele. Usimuue mtu. Mbaya zaidi, mbaya zaidi, kuna watu wengine Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu wengine huwa hawapigwi. Kuna watu wengine ukiinua mkono dhidi yao tu wewe unalaaniwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kuhani mpako wa mafuta ya Bwana. Mpako wa mafuta ya Bwana usidiriki kumdhuru mpako wa mafuta ya Bwana kwa namna yoyote ile. Yaani, usiinue hata mkono kwa mpaka wa mafuta. Siinue mkono, siinue mkono kwa mpaka wa mafuta. Ile dhambi ya kumdhuru mpaka wa mafuta, kumpiga, hata kama unakusudia kumuua, zile itakutafuna wewe uliopanga hilo, uwe dini yoyote ile, uwe Mkatoliki, uwe sijui nani nani, iwe nani, dini ya marehemu itakutafuna wewe uliopanga kumuua huyo, itawatafuna ndugu zako, inatafuna taifa, itatafuna, itatafuna watoto wetu na wajukuu zetu. Narudia tena, kumdhuru mpakwa mafuta, kumdhuru mpakwa mafuta, kuhani wa Mungu, mtumishi wa Mungu Alo ni dhambi mbaya mno, yaani ni hatari, ni hatari sana. Hata wale waliokusudia kumuua Fadha Kitima walikuwa na lengo la kumuua, mwisho wao hawezi kuwa mzuri. Aliyepanga kumuua Fadha Kitima au kumzuru, aliyepanga kumzuru Fadha Kitima, waliofanya kikao ambao amemwagiza ambaye amekwenda kutekeleza kitu hicho. Halo, ndugu yangu, ni tatizo kubwa sana. Ni vizuri waende kuomba toba kwa Mungu, umetoba mapema sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hata kama wewe ni askari, sijui mfano askari umetumwa na bosi wako, nenda kamshuti fulani. Ni vizuri onesha kusita, onesha ku Kusita. Maana hata kama wewe ni askari, tumsifu Yesu Kristo, tusikilizane vizuri eh? Hata kama wewe ni askari, pengine umetumwa ukamkamate fulani, umdhuru au umuue. Dhambi hii inaanza kwenda pale, inakutafuna wewe askari na bunduki yako na kakofia kako sijui na nini sijui, itakutafuna wewe, watoto wako, wajukuu wako na ndiyo maana ndiyo maana ndiyo maana watu wote ambao wamekuwa wa wanafanya kazi ya uuaji, sio maskari wote, wa uuaji ni baadhi tu, wale maskari ambao wna wanafanya kazi ya uuaji uuaji uuaji sana. Hata majambazi wanafanya kazi ya uuaji uuaji sana. Mtu yote ambaye anafanya kazi ya uuaji uwa azeeki uwa hazeeki. Kuna siku nilisema kwamba wavuta sigara hawazeeki si ndio? Leo pia naambia kwamba wauaji hawazeeki, watakufa kabla ya wakati wao na wanakufa kifo kibaya. Kwa hiyo ni e, nachokwambia hicho. Sumuna jamani, mm. Ninyi fanyeni fanyeni mambo yenu ya siasa huko, pangeni pangeni siasa zenu, bishaneni bishaneni siasa zenu. Lakini inapofika kwamba mnapanga mkakati wa kumtoa mtu, kumdhuru mtu, kutoa uhai wa mtu, pale stop that. Mwachie Mungu mwenyewe, mwache akafie mbali. Mungu mwenyewe atamuua. Hilo ni la tatu. La nne, la nne ili rafiki wa Yesu aweze kupata aweze kuwa na furaha ya ukweli nafsini mwake, ajiepushe na kuwa kutafuta mali ya watu, ajiepushe na kutumia mali ya watu, ajiepushe na mali ya wizi, ajiepushe na mali aliyepata bila uhalali kamwe. Usichukue mali isiyokuwa yako, usiibe. Ni Walawi kumi na tisa kumi na moja. Marko kumi na moja kumi na tisa. Mali ya wizi haina baraka. Mali ya wizi ni mlango wa laana, mlango wa laana. Usiibe, usiibe, usiibe, usiibe. Unaharibu bajeti za watu. Usiibe. Mali ya wizi ni mbaya, mali ya wizi ni mbaya. Hata mke wa mtu, hata mke wa mtu, usimuibe mke wa mtu hata mume wa mtu usimuibe, ni mbaya. Anayezini, anayezini anapata maambukizi ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Anayezini anapata maambukizi ya kiroho, anapata maroho ya kishetani, roho ya uovu na anakosa baraka. Anaye zini ataendelea kuzini, kuzini, kuzini, kuzini, kuzini, kuzini na ndio maana unaona mtu ukisha zini utatamani kuendelea kuzini, kuzini, kuzini, kuzini, kuzini, kuzini tena na watu mbalimbali mbali. Achana na mali ya watu wengine. La tano la tano, rafiki wa Yesu ajiepushe na kutafuta cheo cha mtu mwingine kwa njia isiyokuwa halali. Usitafute cheo cha mwenzako, epuka kupambana kumuondosha mtu katika cheo chake au katika nafasi yake katika kazi au katika biashara anapopatia kipato usimtoe mtu pale alipo bila, bila utaratibu. Tumsifu Yesu Kristo. bila, utara, bila utaratibu bila utaratibu. Hapana, hapana. Mtu watu anafanya kazi yake anapata pale kipato, wewe unafanya juhudi za kuweza kumwangusha kuweza kumuondosha pale kazini kwake. Hapana, mwache mwache mwache afanye kazi, kazi vizuri mwache afanye kazi la anavuruga taratibu. Ah, huyo tamsaidiaje? Ni kumnyonya damu tu, lakini kama anastahili mwache pale. Na wewe uliopo katika kile cheo kile, tafuta amani ya kweli, tenda haki, tekeleza wajibu wako, fanya kazi vizuri. Wapendwa katika Kristo Yesu Kristu anataka na sisi rafiki zake tuzingatie hayo mambo matano, hayo mambo matano tuliyoyataja hayo. Yesu Kristu ni uhai wetu, ni maisha yetu, yote tunayoyafanya lazima tuyafanye kumpendeza yeye na kuzishika amri zake. Sheria na amri zipo ili kutusaidia sisi kumpenda Yesu zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Amri za Mungu na sheria tulizo nazo zipo zimewekwa kutusaidia sisi kumpenda Yesu zaidi na zaidi. Tukimpenda Yesu na wanadamu wenzetu, tutatia moyo watu, tutaepukana na wivu maishani mwetu. Hatutamfanyia mtu yeyote fitina. Kumbe mpendwa, katika Kristo, kama kweli unampenda Yesu, ni lazima nifanye yale yanayempendeza Yesu. Vilevile ni lazima nimtii Yesu kwa kuwa yeye ni dira, kiini, chanzo na mwisho wa maisha yangu. Tumsifu Yesu Kristo.